Tuelekee kaunti nambari mbili ambapo vijana alfu moja kutoka Kwale watanufaika na nafasi za ajira huko Dubai na Abu Dhabi kupitia mpango wa ajira ughaibuni wa wizara ya Leba. Akizungumza katika uwanja wa maonyesho wa Ukunda wakati wa zoezi la kuwachukua vijana wanaotaka ajira hizo, waziri wa Leba Alfred Mutua amesema hawataruhusu vijana wasio na nidhamu kupata nafasi hizo, akidai wengine wamekuwa wakirejeshwa nchini kwa kuhusika na visa vya uhalifu. Ukiwa kule katika nchi zingine, na umeenda kama activist na unataka kuandamana, unasikia unawashwa, unataka kuandamana, unataka kuwa activist huko, unataka kuchochea, ingia ndege ukuje hapa, weekend moja uandamane kila mahali, hiyo ikutoke, urudi kazini, ukutoke, urudi kazini, urudi. Kwa sababu ukienda kufanya huko maamando ma, ma ya maandamano, unachomea wakenya wengine. Hivi sasa tunaongea, kuna wakenya wamerudishwa, kuna wakenya kama i think kumi na tano wamerudishwa kuna watu waliandamana huko country tofauti tofauti, wa Kenya kumi na watano kama wengi wakasimamishwa. Hao kumi na tano wakakuwa ni wale walikuwa wanaandamana wakarejeshwa nyumbani. Mimi nataka kuchukua udhamini kuwa kijana yoyote ambaye atakuwa amemeet hizo qualifications and requirements na shida yake ni passport, mpatieni nafasi, mimi nitamsaidia pesa, nitamlipia aweze kusafiri dada zetu mwajua, hali zao ni dumu, viango vyetu vya masomo mnajua viko wapi, viko chini. Sisi wote tunawaangalia nyinyi mnaokwenda kule majuu, muje mtukomboe na sisi hapi mashinani. Ah, umeniambia nime qualify, kinachofuata sasa ni kujaza fomu tu na kutuma ya, yeah. namna hii imekuwa wazi kabisa, yaani ni qualifications zako. Ukiqualify tayari wewe hauna maneno yoyote ambayo, hakuna chochote ambacho utaulizwa.